Hatutaweza kupona na magonjwa kwa sababu kadi tunavyoendelea kupambana na magonjwa ndivyo ambavyo tunavyoendelea kutenda dhambi. Magonjwa hayaisha ndio maana dunia hii hatutaweza kupona, na habari ya vita vya mahali mahali, kwa sababu dhambi imelemea dunia. Ndio maana dunia hii, migogoro ya familia haitaisha, kwa sababu hiyo ni laana vonatembea kwa sababu watu wa Mungu wamekataa maagizo ya wa Mungu, kwa sababu ya mzigo wa dhambi, laana imeendelea kule dunia. Tazamaji, sikiliza, na hivyo hatima dunia hii ni nini? Hatima dunia hii ambayo naona kama vile na yumbayumba katufani, watu wengine wanaifurahia, wana, wana tu, hatima yake ni kuangamia. Na mara nyingi watu wanapoambiwa habari hizi hata hawaelewi kabisa, lakini nakuletea habari hii hatima ya dunia hii ambayo watu wanaishi wanavyotaka, ambao watu hawataka kumsikiliza Mungu, hatima yake ni kuangamia.